ijasikia ligelege akila mama mateso na yageuzia kisogo, na baraka zinanijia. Mafujo, mateso na yageuzia kisogo, na baraka zinanijia. Kule nyuma, mkono juu hivi, nyuma kule. Naiyona neema imeshuka, utukufu wa Bwana umefika, kiliyo changu kimesikika, amenipigania Mungu wa vita. Naiyona neema imefika, utukufu wa Bwana umeshuka, kiliyo changu kimesikika, amenipigania Mungu wa vita. Hey, hey. Zungusha sha hivi juu Zungusha mbaka kule, sijaona kule. Kamulize Goliati, kawaulize Wafilisti, wenenda kamulize Farao. Wanamjua mzee wo wa mapigo, mapigo, kamulize Goliati

Sikia shangwe huko makutano na vigelegele, vigelegele kwa Yesu. Aya aya, aya. Mamutu wa Mungu kutoauusiwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nisikie makofi na vigelegele. kana katika mkutano mkubwa wa injili ambao unafanyika hapa mkoani Sigina, katika kijiji cha Mwachambia. Timu kutoka Dar es Salaam tayari imekwisha kujia kambi hapa ya siku tatu, tutakuwa na mkushwa Mungu mchungaji

Hapa, hini, atia, wana kuanza, kuhu, moto, hapa, hapa katika kijiji hiki cha Mwachambia na wanakwaya wenyeji tayari wamekwisha kuanza kuwasha moto imweia hapa wakimtukuza Mungu ada hapa katika viwanja hivi ya oa ya msingi Mwachambia. Mungu amekuja kubariki unapokwenda kubarikiwa na jengo mbalimbali

elegele wamependeza, watumishi wa Bwana, makofi na vigelegele, makutano. Ukiweza, unaweza ukacheza nao

Atatimiza. Yeye ni mwaminifu. Weka tumaini lako kwa Yesu. Yeye ni ye, ye, ye, tumaini lako. Mungu ongezee kutufungulia mkutano huu, halafu mambo mengine natakulisha ya watu wa Dar es Salaam itakuja karibu sana. Haleluya! <laughs> Bwana Yesu wasifiwe! Mkutano kinjili, woye! Awali ya yote, ni washukuru wote ambao mmefika hapa, lakini wachungaji kutoka maeneo mbalimbali, wageni wetu kutoka Dar es Salaam na msafara wako, tunawakaribisha sana kijiji cha Mwachambia. Karibuni na mjisikie mko jumbani. Mko hapa kwa ajili ya neno la Mungu, tunajua mnahubiri amani. Sisi tuwakaribishe, mmekuja salama na mtarudi salama kwa siku zote ambazo mtakuwa hapa. Hawa watu wanaowaona hapa sio, sio, sio kwa imani yako tu, lakini pia hata sisi Waislamu tupo, wamekuja kusikia yale ambayo mtayasema pamoja na hayo, kwa sababu mnakwenda kuhubiri amani Nchi yetu tunaenda kwenye uchaguzi Oktoba tarehe ishirini na tisa. Msiache kuliombea taifa, msiache kuombea viongozi wetu wa juu, msiache kutuombea na sisi pia wa huku chini ambao tunamsaidia mheshimiwa rais. Lakini pia tunaombea na nyie wachungaji wetu na viongozi wetu wote ambao mnatuwekwa nyie imani kwa muda huu. Kitongoji mwenyeji ndio wasalimia wageni utafuata mjumbe wa serikali lakini pia mwenyekiti atatufungulia kikao chetu. Tutafungua na nie na tutafunga na huyo, ni mwakilishi wa mjumbe wa serikali. Lakini pia viongozi wa dini, msiache kukiombea kijiji chao msa Mwachambia, lakini pia msiache kuombea wananchi wake, lakini msiache kuombea udongo wa Wanamwachambia. Kwa maneno haya, naomba ni mkaribishe mwenyekiti auweze kufungua mkutano huu na tutafungua na nyie na tutamaliza na nyie asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Okay. E, awali ya yote kwanza nishukuru ni wapo wageni wetu, pole sana kwa sababu sa, safari ni hatua na kila hatua ina matatizo yake, lakini kwa kufika tunashukuru sana, karibuni sana Yawezekana e, wengine wamekanyaga tu, labda ni mara ya kwanza hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, pia wachungaji wangu e, wa makanisa mbalimbali, tunawakaribisha hapa. Ni Mwachambia, karibuni sana, jisikieni amani e, lakini nilisema mchungaji, kwa kwa sababu nimezaliwa hapa hapa, yawezekana nikasema kwamba mkutano huu ni mkutano mkubwa yawezekana ni wa mara ya kwanza. Amina, amina. kwa sababu e, hatujapokea yaani wageni kutoka mbali kama hivi. Kwa hiyo tunasema wageni wanakujaga na baraka amina. Kijiji chetu mwaka huu kitakuwa na baraka kwa sababu mtakiombea kwa siku hizo tatu, lakini pia sisi wananchi sasa ambaye tumekusanyika hapa hawa wataondoka, lakini mafundisho watakayotuachia yaendelee kufanya kazi. Tunategemea wananchi wazuri ambao wana, wanafuliwa kutoka na vikao kama hivi. Akitoka hapa, sidhani kama ataleta vurugu kijijini. Atakuja ni mraia mwema kabisa, sio yule wa kusukumwa sukumwa na mgambo. Kwa hiyo tunategemea wageni watakapoondoka watatuachia athari ambayo hiyo athari tutaitegemea kutumika mpaka hapo tena watakapokuja tena kwa mwaka mwingine, kama wakijaliwa. Lakini nishukuru sana e, mchungaji kwa kututambua kwamba na sisi tuko pamoja, kama alivyosema mtendaji hapa, ni watu wa mahiramani yote wapo, kwa sababu anayehubiriwa hapa ni Mungu tu, na wote tunamfuata nani? Mungu. Hakuna mwanadamu yeyote asiyemfuata Mungu, labda yule ambaye hamfuati basi hapiti yake kwenye vikao kama hivi. Kwa hiyo ninafungua mkutano huu kwa rasmi, uwe na baraka, uwe na amani mpaka siku hizo ngapi? Tatu. Mwana Yesu asifiwe. Asante sana, naweza ukaongeza makofi ya shangwe na vigelegele kwa mwenyekiti kufunguliwa mkutano, ongeza makofi, ongeza makofi, ongeza makofi! Piga makofi tena na tena, haleluya! Yeah. Bado hayatoshi, bado hayatoshi. Tumshangilie Bwana Yesu aliye hai, tumpe Mungu utukufu aliye hai. Mungu anaishi mahali hapa katika jina la Yesu. Yeah. Kwenye viwanja hivi tunasema yote yanawezekana. Wachambia, hey! Yote kwa Yesu. Kishindo lazima kifike mbinguni. Haleluya. Yesu na malaika liko mahali hapa, usalama wa kutosha. Amina. Asante sana, nashukuru sana kupata nafasi hii. Ni mara yangu ya kwanza kusimama mahali hapa, lakini pia ni mara yangu ya kwanza kuhubiri hapa. Namtukuza Mungu sana kwa sababu amenipa nafasi ya upendeleo sana. Amina. Nishukuru kwa ukaribisho wa kijiji hiki. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Niseme mtendaji pamoja na mwenyekiti pamoja na msafara wako, Mungu akubariki sana. Kama kuna jambo la kupunguza wahalifu, ni pamoja na injili ya Yesu Kristo. Kama kuna kitu kinapunguza wahalifu wengine wanaitwa wachawi, ni pamoja na jina la Yesu lenye nguvu. Amina. Sasa kama unalala kwa amani. Amen. Amen. Kwa sababu kama unalala, alafu huku na kabwa, alafu huko kwenye nyumba yako, kwenye kitanda chako, alafu mtu anaingia bila hodi, alafu anaondoka bila kuagana, anamaliza yake hivi hapo na usalama. Amen. Nasema usalama unaenda kutokea katika jina la Yesu yep. Utalala kwa amani yako, utaamka kwa amani yako. Amina. <coughs> Kwa hiyo injili ya Yesu Kristo ambaye mmeikaribisha hapa, imeleta usalama, usalama, kwa sababu kuna watu wameokoka majambazi, kuna wengine wameokoka, walikuwa wanakula madawa kulevya, na wengine wako hapa Tuko pamoja nao, walimesafiri nao Yesu amewaokoa. Kama mtu madawa kulevya akiokoka, maanake una usalama, swala la kukabwa hamna tena. Amina, watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu pewe sifa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo tumemleta Yesu hapa ili turudi kwa Mungu kama ambavyo alikusudia yeye tuwe. Jina la Bwana litatukuzwa. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo ni huyu mtoto wa mchungaji anafahamika sana, anaitwa nama ni Ntungu, huyu ndio kitinda mimba wake. Bwana Yesu apewe sifa. na yule baba, mke wangu akasema nitakuja, inawezekana kesho akawepo hapa, sema nitakuja mimi, nguvu zimepungua, huenda ninyi meshika vijiti. Haleluya, watumishi wa Mungu, jina la Bwana libarikiwe ananipenda nami nampenda, na tunafanya kazi ya mungu pamoja. Ee, wakati mwingine tunajiona kama wote ni makamanda wa Yesu wa kuipeleka Injili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina, amina, watumishi wa Mungu. Na nimekuja pia na msafara, ningeomba msafara kutoka Dar es Salaam, msafara wote kutoka Dar es Salaam, msogeni hapa, watumishi wa Mungu kutoka Dar es Salaam live kwenye Ukiandika NYTV YouTube, unatuona. Tukio hili liko linaonekana duniani kote ko, ni tukio kubwa. Bwana Yesu pewe sifa. Tukio kubwa linaonekana duniani kote kwa hiyo, ukiamua kufuatilia utalikuta, naandika yale maneno ambayo unaona pale kwenye kamera NYTV, unakutana nalo YouTube. Bwana Yesu pewe sifa nimefuatana na msafara huu kutoka Dar es Salaam. Nimesema kuna wengine hapa waliokuwa kwenye madawa ya kulevya, Yesu amewaokoa, na ninaamini hapa kuna wengine wataokolewa katika jina la Yesu, na naamini kuna wengine walikuwa wachawi wataacha katika jina la Yesu. Amina, Bwana Yesu pewe sifa. Niko na wachungaji na wachungaji kama wanne hapa. Pasta Mwenda nyosha mkono wako, huyu ni mwinjilisti wa section, ubarikiwe sana. Huyu anaitwa Pasta Mionjo hasa leo mtamuonja leo, anasema pesa miojo, na ni mwimbaji mzuri sana naitwa mwinjilisti Baraka Kibosibosi. Utaona mambo yake si si kidogo. Amina, kuna pasta pasta, pasta Chedieli Mbaga mkono wake yuko pamoja nami ame hapa. Amen. pamoja na mke wake wanapendeza, haleluya, Bwana Yesu pewe sifa lakini tumeambatana na timu ya wapigaji muziki. Ya kunyosha mikono yenu juu, wapigaji muziki wote. Amina, amina, amina, amina. Tumeambatana na wana praise. Ya nyoosheni mikono yenu juu wote, wana praise wote. Amen, amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe, okay. na wengine wako kwenye vitengo mbalimbali ambavyo pia tusingeweza kuvisema. Yesu yuko pamoja na sisi amina. E, kila mmoja anapambana, mwingine mwombaji, mwingine anafanya ili jambo lifanikiwe, twende twende hivi fanye hivi. Haleluya watumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu pewe sifa. Naomba niwaambie jambo ambalo lisilokuwa la kawaida, kama ambavyo bila shaka mwenyekiti alisema, mkutano huu inawezekana kuwa wa kwanza, na niseme watumishi wa Mungu, huu mkutano wa siku moja tu unagharimu shilingi laki sita. Hivi vyombo unavyoviona hivi, yaani sio hizi spika, yaani hapo naongelea spika laki sita. Ukija kwenye jukwaa ni laki nne na nusu kwa siku zote tatu, kwao. Kwa maana nyingine, leo laki sita spika, kesho laki sita kesho kutwa laki sita. Madume mangapi umeauza? Bwana Yesu pewe sifa. Amen. Halafu changanya safari yetu kar karibu milioni moja na zaidi karibu karibu milioni mbili, milioni mbili. Haleluya. Bwana Yesu pewe sifa. Amen. Sasa hiyo yote ukiangalia tukitoka hapa tunalipwa nini? Hamna. Amina. Sisi tunalipwa na Mungu wetu aliye hai. Amen. Sisi tunalipwa na Mungu wetu aliye hai. Jamani watumishi wa Mungu meona hicho kitu? Nilimwambia mchungaji yani, ukisema uki, uki lolote mchungaji huyu, mkutano unahamia kwa mtu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nikimwambia kwa mchungaji, anaomba sana huyu, anaomba sana, pewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen, Bwana asifiwe. Hili ni tukio la aina yake. Tunaamini Mungu atajitambulisha kuwa ni Mungu mahali hapa. Amen, hatujaja kupoteza muda. Kuna kuna watu ambao Yesu anawataka kuna watu ambao yesu anawataka mahali hapa, haleluya! Na hili zoezi limeanza na litaendelea. Hii mikutano itakuwa sana na utaendelea sana, jina la bwana libarikiwe. Niseme sia kasema mchungaji huyu sasa ni wa imani gani? Mimi ni Assembly of God Tanzania, Assembly of God, amina Ime. kwa hiyo amekuja amekuja kuhubiri hapa. Nahubiri kwa sababu kuna mtu hajamjua Yesu, kuna mtu hajamjua nani? Jamani, kuna mtu hajamjua Yesu. Kwa mimi ni mtiaji, haleluya, amen. Lakini sihubiri mtu kwa sababu tu ni mtiaji, nahubiri kwa sababu Yesu amenituma nipeleke neno lake. Amen, amina, amen.